Mfinanga, nilikuwa chama cha zamani Chadema, kwa chama katibu mwenezi wa kata <laughs> leo hii ni, mnavyoniona niko na hizi nguo hizi ndio zilikuwa zimempa leo mbunge. Nilikuwa ninaitwa mzee wa mabango, leo na ni chama kinachosimamia misingi ya haki, ni chama ambacho kinajali fikra huru na mawazo huru. Nilipokuwa Chadema nawasilisha hoja kuhusu mweneno wa muda mshamjini nikaanga wewo utufai. CCM ina demokrasia, inasimamia vikao. CCM inaamua kwa kupata taratibu, kanuni na katiba. Nilizungumza hapa sasa hivi ni kwa sababu nataka niwaambie mambo ambayo Godbless Lema ametufanyia katika timu la ushambizi kwa miaka minne. Mwaka mmoja wa kwanza ameingia bungeni, anasema waziri mkuu muongo. Mwaka wa pili anasema funga mlango tupijane. Mwaka wa tatu alikuwa kama waziri kibura, mambo ya ndani, alishinda Katini, ikarekebishwe hiyo sio bajeti. Mwaka wa mwisho wakati yuko bunge, wakati wa sakata la espo. Hakuna cha kuongea, anawacha Mike, mwenyekiti wa bunge zungu akamwambia akamangalem nimekona, kaa chini, hakuna cha kuongea mwaka huu, mwaka wake wa mwisho. Tumeamua kuwaaga manyanga, tunarudi kwenye chama ambacho kunagola somo na hapa, naonyesha mabango ambayo nimeanza kuyaandika kumunda